Namtazamani ya chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET tawi la Kajiado limepinga vikali pendekezo la mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kutaka marupurupu ya wafanyikazi wanaohudumu katika mazingira magumu kuondolewa au kupunguzwa. Wanasema sehemu nyingi za Kajiado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo usafiri, mashambulizi ya wa wanyamapori na ukosefu wa maji. Aidha, wanasema kuwa iwapo fedha hizo zingeondolewa, wanaohudumu katika maeneo hayo watatatizika pakubwa. Robert Masai sasa anaungana nasi mbashara kutoka maeneo ya Kajiado. Nam, Rashida, asante sana. Bila shaka tunakuja moja kwa moja kutoka eneo la Kitengela, ambapo hii leo kuna kongamano la kujadili maswala ya elimu. Lakini kwenye kongamano hilo vyama vya kutetea walimu KUPPET na vile vile KNUT wameibua uh, swala kuhusiana na pendekezo la waziri ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye anapendekeza kwamba angalau um, marupurupu ya wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu ipunguzwe ili labda serikali iweze um, kupata fedha zaidi za kuendeleza masuala mengine. Lakini walimu katika kaunti ya Kajiado wametofautiana vikali na hatua wa hiyo, wakisema kwamba Kajiado ina changamoto si haba. Lakini kwa sasa hamna haja ya kuandikia mate, ninayo hawa viongozi wa vyama vya walimu hapa waweze kutueleza kwa nini wamepinga pendekezo hilo. Nitaanza na KUPPET, karibu sana hapa, tueleze labda kwa nini mepinga pendekezo hilo. Eh, asante sana, eh, Robert Masai sisi kama KUPPET Kajiado branch tunaunga mkono msimamo uliotolewa jana na our national executive board, wakasema ya kwamba hardship allowance is anchored in the collective bargaining agreement. The collective bargaining agreement

na Nairobi, Nairobi we, wa, we are giving them one condition, condition. that That that they they give give us the the the house house house allowance, allowance allowance, allowance, allowance, our members members house allowance equivalent to what members in in Nairobi branch get. That is, that is the only condition. Kama CEO waachane na house allowance, I mean, hardship allowance, hardship allowance, yiko angat in the collective bargaining agreement, haiwezi tolewa na mtu ila koti. Haya, asante sana, labda ukikaribia tu hapa hivi, tueleze, labda walimu wanapitia changamoto gani hasa kule mashinani, ndio maana mnapinga hii swala la hardship balance kuondolewa. Uh, walimu wengi hasa kule mashinani wanapata matatizo mengi sana. Mwanzo mazingara yenyewe ya kazi ni magumu. Ugumu huo ndo maana hardship allowance iko pale. Wengine ndo watoke nyumbani mwao na kufika katika maeneo yao ya kazi. Mwendo ni mrefu sana. Wanatumia hela nyingi sana. Na hata wale walio maeneo ambayo yanaweza kuitwa kama urban, uh, centers ambazo ziko karibu na Nairobi, kodi ya nyumba ni ya gharama ya juu sana kwingine kwa hata kuliko Nairobi yenyewe. Ndio maana tunasema, hata kama wanaweza kuonelea kwamba maeneo mengine hayafai kuitwa hardship zones gharama ya maisha hasa maswala ya kodi ya nyumba na maisha tu kwa jumla yako juu sana, na hilo linafanya kwamba hili swala bado lifae kwamba hardship allowance iwepo. Haya, tupate mwisho kabisa kauli ya chama cha kutetea walimu wa shule za msingi um, KNUT, uh, Bwana Eli Koringo, ambaye ni katibu. Labda maoni yako ni gani kulingana na yale ambayo wenzako wameibua? Ni marupurupu ambayo tulipigania kama vyama vya walimu na tukapewa. Na sisi kama chama cha walimu nat pamoja na members wetu tuko tayari kupigania kuhakikisha ya kwamba marupurupu yale yote ambayo tuliweza kupigania kama walimu hatutapokonywa. E, licha ya hayo Tunataka hata enhance house allowance. Leave alone scrapping at hardship allowance. That is day dreaming. Na ninataka kum, kum, kumshauri cabinet secretary. Aje Kajiado ni mutembeze. Ajue Kajiado kunakaa kaa na mna gani? Maana ni kama wanatoa uh, decision pale Nairobi bila kujua mazi, na, mazingira ya Kajiado. Kwa hivyo sisi kama chama cha walimu nat tunasema ya kwamba hardship allowance yetu isiguzwe. Na tuko tayari kusimamisha kila kitu na masomo katika Kajiado, hmm, County na katika nchi yote ili payslip ya mwalimu isiguzwe. Haya, asante sana. Hawa ni viongozi wa vyama vya kutetea maslahi ya walimu hususan katika kaunti ya Kajiado, na umewasikia wakilalama kweli kweli, ikiashiria tu namna labda walimu wanapitia changamoto hususan katika sehemu za mashinani. Kwa mfano katika eneo la Magadi, labda kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine unahitajika kuwa na hela nyingi sana, ndio uweze kufika labda katika kituo cha Magadi. Ndio lalama za walimu kutoka hapa kaunti ya Kajiado. Sina la ziada na rejesha kwako Rashid. Mimi naitwa